Shukrani sana Shukuru. Tuambiye, nini siri ya mafanikio kwa upande wako? Siri ya mafanikio kwanza kabisa ni ushirikiano tuliokuwa nao kati yatu sisi na uongozi wa timu, lakini la pili ni jinsi vijana wetu ambavyo tunavyoshirikiana nao, kama ulivyokuwa unaangalia kwamba nidhamu yao ni hali ya juu sana, lakini vile vile na, na kujituma kwao ni kukubwa sana. Kwa hiyo hicho ndio siri ya mafanikio yetu. Kuna kitu ambacho ulikiona katika mchezo wa leo ndani ya dakika 20 za mwanzo kitumie ambacho kwa upande wako nadhani kimezaa matunda kwa kufunga magoli mawili kwa wakati mmoja tofauti na mchezo wa kwanza dhidi ya Yanga Princess? Uh, sisi, kwa kwa sisi tulikuwa tunajua kwamba mwanzoni wa kipindi cha kwanza mara nyingi timu nyingi zinakuwa haziko na umakini wa hali ya juu. Kwa hiyo sisi tulikuwa tumeamua kwamba tuanze kuwashambulia kwa haraka kwa kipindi hicho cha kwanza ili tuweze kupata magoli na, uh, tulijua kabisa kwamba katika uh, upande wa pembeni hawako sana kwa hiyo tukasema kwamba tuhakikishe kwamba tunawashambulia kwa kupitia pembeni na hatimaye tupate nafasi za kufunga na tumefanikiwa. Kiukweli ushindani, kwa ushindani ni mkubwa sana ni mkubwa sana kwa sababu ukiangalia mchezo wa kwanza hatukuweza kushinda nane hadi dakika 90, tukapata matokeo kwa njia ya penalti, lakini tumeingia mchezo wa pili, kama ulivyouona pia ushindani ulikuwa mkubwa sana kwa sababu timu zilikuwa zina wachezaji bora na vile vile zina walimu wazuri, kwa hiyo wako vizuri kimbinu na, na, na, na, na, na, na kiufundi. Kwa hiyo mi niseme tu kwamba upinzani ulikuwa mkubwa na kama ulivyoona kwamba tulidhani tu, kwamba kuna kipindi kwamba tayari tumeshamaliza mchezo kwa kufunga goli mbili, lakini baadaye amepata wamepata goli moja Kocha, uh, kiwango kikubwa ama kilio kikubwa kwa Tanzania ni kuona kwamba timu zetu zinafanya vizuri klabu bingwa, na bahati nzuri uh, JKT Queens mmekuwa mkishiriki mara kwa mara. Kwa mara hii tutarajie nini? Huenda labda mnaweza kuwa timu ya kwanza kulileta ile kombe ambalo limekuwa ni kilio kikubwa sana kwa Tanzania bila shaka kwa sababu hiyo ndio mission yetu. Haya yote ambayo yametokea hapa hayakuwa haya katika mipango yetu, lakini kwa kushinda mchezo huu wa leo umetupa morali kwelikweli ya kwenda kufanya vizuri katika, mpye, katika mashindano haya na niseme tu kwamba mimi hata tangu awali na kabidhiwa timu nilikuwa nawaambia kwamba mimi hakuna jipya ambayo nitakuwa nimeifanya hapa kama mtakuwa mnaishia sijui nani ngao ya jamii labda sekafa sijui na, na, na Premier League, kwa sababu haya yote mshawahi kuyachukua kwa hiyo kama ili nionekane kwamba nina kitu special, ni lazima tukashinde Champions League, na naamini kabisa kwa ushirikiano tuliokuwa nao na viongozi wetu na technical bench, mimi naamini tunaweza kufanya vizuri na tunaweza kurudi nao ushindani ni kiasi gani kwenye mechi na yako nini na upinzani ni mkubwa na nikisema tu hata maendeleo ya kimpira katika ngazi kwa, kwa, kwa, kwa nyanja hii ya, ya mpira wa wanawake naona pia imekuwa kubwa sana kwa sababu sikutegemea ambao nimeyaona hapa. Uh, niseme tu kwamba kwa Tanzania wawe na, na imani na TFF kwa sababu mpango wao ni kuendeleza huu mpira wa wanawake, na tunaona kwamba uh, timu zinafanya vizuri na ukichukulia mfano kama JKT Queens tumeweza kuchukua ubingwa wa Sekafa na huu na na Premier League, manake kwamba tunaweza kufanya makubwa uh, zaidi ya haya. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba watu waendelee kutusapoti lakini vilevile waisapoti TFF kwa maana ya kwamba wao ndio walezi wa mpira wetu na ndio wapo kwa ajili ya kuendeleza mpira. Kocha Pablo, kikosi chako sijaona mchezaji yoyote wa kigeni kwa maana kwamba walioanza katika mchezo wa leo nini hasa wewe umekiona kwa wazawa ambacho wengi wanatoka nje ya mipaka ya Tanzania kwenda kutafuta wachezaji nje ya Tanzania, lakini still JKT Queens imezidi kuwa bora na kuendelea kudominate katika ligi ya wanawake. Kwanza niseme tu kwamba sisi priority yetu ya kwanza ni kuhakikisha kwamba tunaendeleza vijana wa Tanzania kwa sababu ndio watakaocheza national team Tukiwa tuna wageni wengi, maana yake ni kwamba tunanyima nafasi wachezaji wetu wa Tanzania katika kujien, ku, ku, kuendelea. Kwa hiyo mi niseme tu kwamba sera ya JKT Queens ni kutumia wazawa kwa maana nzuri ya kuweza kuisaidia TFF ili tupate timu nzuri ya, ya, ya, ya, ya wanawake ya, ya, ya, ya taifa. Shukrani sana.